Maeneo mengine wanalia kwa sababu hakuna mvua, lakini kwetu huku hatuna shida ya. Hata kama mvua haingenyesha, bado tumepata mavuno. Naitwa Fredrick Sikapizi, ni mkulima katika skimu ya mwagiliaji ya Namingongo. Mimi nimerima muda mrefu kabla hata ya mradi, lakini mavuno niliyokuwa napata mwanzoni yalikuwa kidogo sana na hayakukizi hayaku maendeleo yangu ambayo nilitaka kufanya, lakini baada ya mradi kwa kweli kuna maendeleo makubwa. Wakulima tumenunua ma, matrekta madogo ya kulimia, badala kulima kwa jembe la ng'ombe, sasa tunalimia mashine. Sababu kwenye shamba moja ambayo nimevuna sasa hivi nimevuna gunia 40 za debe saba saba, wakati kabla ya mradi tulikuwa tunavuna gunia nane tano. Kwa hiyo haya ni maendeleo ambayo serikali imetuletea, kwa hiyo tunaishukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na tunamshukuru Rais Samia kwa kuendelea kutuletea hela kwa ajili ya kuboresha mradi wetu. Mama yuko kazini.